Yanayoleta mkono wa Bwana katika hali yako ni yaliyoshika maandiko. Alama hiyo. Maombi yanayoleta mkono wa Bwana katika hali yako ni yaliyoshika maandiko. Ndio, ndio nasema kulisoma sana neno la Mungu na kuliweka ndani. Kunakutengenezea nafasi ya maombi yaliyoshika maandiko. Kulisoma sana neno la Mungu na kuliweka ndani. Kunakutengenezea maombi yaliyoshika maandiko. Huwezi tu katambe na kusoma Biblia, unaanza kutamka mimi, utajiele hali ambayo umekuwa ukisoma huko nyuma, ukiingia kwenye maombi ndio unatuidhika naye, na unanisoma unaniweka ndani. Hii ndio itakuondolea hizi roho. Kwaiyo una muda, kuna watu wengine mpo hapa kwenye kazi yako hata biblia haipo, kutwanzi hata kaagaro tu hauna au kasomi, na magazeti yamejaa. Hebu niambieni, msaada wa Mungu utavona ukiingia kuomba nao kutoka magazeti ni pashi Leo leo ame patichimbika leo uko Kibaha, ukiingia Kongo unaona patichimbika, ukiingia Kongo unaona kama kuna kuteko, unaona hayo, utaona sindiye. Ni ujaza ufamu wako. Kuna mtu anaona Mungu, kuna Mungu anakupigania, kuna neno, kuna sifa kupiganiwa na Mungu. Hebu tuseme hivi, kuna neno la Mungu ndani yako, kuna sifa kupiganiwa na Mungu. Rudia.

mwambie tena kwenye neno la Mungu. Mahali kuna neno la Mungu ndipo msaada wa Mungu huja, ndipo ulinzi wa Mungu huja. Na neno hili likae ndani yako, lazima utenge muda wa kujifunza, pakiwa na semi na uje kama hauji, una ulinzi na unaoyafanya alafu. Mgeuke mwambie umechukia Mwambie acha dawa ikuingie, alafu <laughs> mshangilieni kwamba hivyo hivyo, maana Mungu anatukuza. Kwa hiyo hali, hatuwezi kuwa na kanisa ambalo ukweli hatuwaelezi, hatuwezi kuwa na makuzi ya na namna hiyo. Nje ya mneno hakuna makuzi, nje ya neno la Mungu hakuna makuzi ya kiroho, hakuna ni nini, ni, nini, ni, ni, ni ujanja, ujanja tu. fulani atusaidie, Yesu atusaidie, Yesu

Namba tatu, kupata mpenyo kwa imani, elimlake mtendo katika hatua ya imani Yakobo 2:17. Na namba tatu, kupata mpenyo kwa imani nukta kwenye mabau naandika tendo katika hatua ya imani Yakobo 2:17. Ndivyo hivyo, na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. E, aja kuna watu amna. Ili Mungu akupiganie, chukua hatua fulani, kumwambia Mungu, sasa hii biashara ambayo unaanza kufanya sasa, hizi roho zitakuja tu na hili zisije, nataka muda, kila Ijumaa nitafunga na nakuomba kwa ajili ya hii kazi. Naona imani katika matendo, ninaanza kufanya hii kazi na mwambie Mungu atalipigania, tendo la imani ni Ijumaa kwa siku uongo aingilie kati. Imani katika matendo. Wewe unaamini ndio kwa matendo huna. Unapiga ni wapi? Unapiga ni wapi? Ni ni sema maisha yangu hakuna mtu atakayenipigia simu kuniambia nimechelewa ibada. Siji ibada. Hiyo mm, haiko. Yeah. Maisha yangu yote yo, yo, so. Uliza pia niko pita kama ni kinga kama ni gunga Babati Sikaratu maeneo yote hata hapa kama ndio kitu hicho ndio mjengeo hiyo imani. Wengine hapa unaweza ukaamua wiki mbili hapo. Siwezi kufanya mtoto wa kiroho. Una hatua za kiroho za imani. Unamwamini Mungu lakini kuna matendo ya kusali imani unaoisimamia. Ndio maana biashara hiyo inakwenda tu. Tena ya imani unasema namwamini Mungu ndiye Bwana wa kazi yangu. Nitakutolea kila sehemu katika mapato yangu yote. Hiyo ni tendo. Unasimamia wewe mwenyewe. Ngoja kwa kwa mtu. Mungu. Kuna rafiki fanya ile kwenye kushughulikia ya plastiki unaikuka, sababu mimi niko na mvushi naanza kukupanga hata mkaa. Hatua ya imani si ndio? Baba, unakaa tu Mungu kaniinua, unaendelea kuomba ah ah. Tuombe, tuchukue na hatua. Mnaombea jambo vipi? Utaendelea tuamini Mungu ataleta hata, mhm kibana kama hiyo haiko. Ni sasa hivi imani ni nini ni tunaomba Mungu jango ana, ana, Mungu kishaomba ana kanuni ya kuleta mawazo mbinu. Akishaleta mnakaa chini, mnatengeneza kitu kinaitwa mpango mkakati. Mkiutengeneza mnauombea, mkitekeleza, vitu vingine mnaomba hukuu, mkifanyaje, mkitekeleza hiyo ni imani. Nini matendo? tumeamini Mungu anaweza kutubariki sasa, tunaamini tunaweka mpango mkakati tunakuombea tunaendelea kuombea huku ukiutekeleza, hiyo ndio imani. Hata maishani yako ndio hivyo, usishie tu kuamini, halafu kabakia kuamini tuendelea kubaki pale pale, haita kusaidia. Mwambia jirani yako, umeelewa hivo, mwambia umeelewa hivyo. Andika hivi, andika hivi, andika hivi, andika hivi, alama niotandika msaada wa Mungu unaokutoa katika makandamizo hauji kwa malengo ya msaada wa Mungu unaokutoa katika makandamizo hauji kwa maneno ya imani mkato. Msaada wa Mungu unaokutoa katika makandamizo hauji kwa maneno ya imani mkato, bali huja kwa kitendo ama hatua ya imani, bali huja kwa kitendo ama hatua ya imani. Naomba hii kitu ishike. Msifikiri Mungu anabariki kienyeji unaamini neno lake. Nisikiliza vizuri, nisikiliza vizuri, nisikiliza vizuri. Msaada wa Mungu hauji kwa kwa kwa nini? Kwa maneno ya imani, bali katika kitendo ama hatua ya imani, kuchukua hatua

kaje mbele pa mababa mababa rikanikuota jumla tatu kushaka. Umeona eh, ukitaka kuoa, cha kwanza utaomba Mungu. Baada ya kuomba Mungu, mpango mkati chini, unakaa unaanza kuangalia kama moyo kanaelekea wapi, kama moyo kanaelekea kwa Eliza. Sasa baada ya kuelekea kwa Eliza, bado haoa hatoa imani, mchungaji ndio ni watu wanafunga safari, naenda kwa mchungaji, mchungaji Eliza alimfika

Ukifika tu kamaangalia, lazima tu kuna maneno ya kitendo cha imani. Unaona ya imani ndio hicho. Bref, yani nao, na kama muda mrefu hiyo ndio. Yaani ni watakatifu hata naona sio hivyo. Hii yule ya watu, sasa. Tusaidie Bwana. Hii ndio tufanye tu wengine maskini, angalia hii 52 Isaya. 52 Isaya mstari wa pili, andiko tamu sana hili. Jikumute mavumbi uondoke

sio tunabakia kwenye eneo moja na huduma, mwambie Mungu hapana, tunafunga siku tatu, tukimaliza tutaweka mpango baadaye. Lazima hii hali ituachie kikomote na vumbi. Mwenyewe umeabeba kikomote, kata hiyo hali ambayo inakufanya ubakia eneo moja, chukua hatua imani. Tuko mahali hapa kuchukua hatua ya imani, ndio mchungaji. Leo tunachukua hatua ya imani, tunasema ya kwamba na kumbe leo basi, lazima ivanabao ibadilike. Twachukua hatua ya imani, hatua ya imani, tendo la imani. Mpe Bwana makofi. Kaongelea kama ni amina ioashina. Naomba mmeruhusu muda umekwenda sana